Unaona, kwenye hii dunia kama unafanya uamuzi, unataka uwe makini sana, alafu uwe na ufahamu wa hali ya juu sana. Unaweza fanya uamuzi ambao si sahihi. Uamuzi ukifanya na hasira, unaweza kujajutia baadaye. Usifanye uamuzi kwa sababu ya hasira. Fanya uamuzi ukiwa sawa, umetulia, kile yako umetulia, lakini unafanya uamuzi ukiwa na hasira mara nyingi waga, unajuta maanake umefanya uamuzi mahali ambapo haukustahili kufanya uamuzi. Unafanya uamuzi wakati uko na hasira, yaani umechanganyikiwa kwa akili. Huo uamuzi lazima utakuvuruga. Mwisho wa siku utakuja kaa chini, unajua kwamba nilikosea. Uamuzi unataka ufanye, umeufikiria kama wiki nzima, hata mwezi. Fikiria halafu ndio chukua uamuzi, usiwe na hasira tu papu na papu unafanya uamuzi nakuambia, utakuja kaa ulie. Uamuzi si kitu rahisi, unaweza kuchukulia rahisi kwa vile unakuwa na hasira, lakini hasira zikipotea, uamuzi umeuchukua, umeenda hasara, vibaya sana.